Tarehe 1 Agosti mwaka 1982 asubuhi ya Jumapili iliyoanza kwa utulivu iligeuka jinamizi lisilosahaulika kwa taifa la Kenya. Katika mji wa Nairobi ambalo ndilo jiji kuu la Kenya lilishtushwa na milio ya risasi. Milipuko na ndege za kivita ambazo zilikatiza anga kwa kishindo. Sauti za watu waliokuwa wamechanganyikiwa, wengine wakikimbia ovyo, zilijaa mtaani. Ghafla, redio ya Voice of Kenya ambayo kila asubuhi ilikuwa na sauti za kawaida za watangazaji, ghafla ilibadilika.